Nam ni matumaini yangu huu mzima wa afya, ndugu msikilizaji, karibu muda na wakati mwingine. Hii ni Simulizi Tz lango, jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Huu ni mwendelezo wa sehemu ya tano ya simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi Kitovu cha Uzembe. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Songa songa nami mwanzo hadi mwisho katika mwendelezo huu uliojaa visa na mikasa ya kusisimua, na hapa ndipo tulipoishia. Baada ya kuona kwenye simu jina lililoandikwa ni J4, wakajikuta wameshtuka, ndipo Amani akaichukua simu. Vipi, umefanikiwa kufika? tafadhali lete nguo za kubadilishia mgonjwa. Amani alitikia sawa, hamna shida, ingawa alionekana aliitikia kwa wasiwasi mkubwa. Agnes alishangaa kidogo. Baada ya muda, Amani alijiandaa kwa haraka ili aweze kwenda hospitali na kumpeleka mgonjwa na kumpelekea mgonjwa nguo zake. Tafadhali Agnes mpenzi Twende hospitali. Hapana, siwezi kwenda, nimesema siwezi kwenda kwa mtu ambaye hana thamani yoyote ndani ya moyo wangu na katika maisha yangu, alisema Agnesi. Ndipo amani akamweleza hapana, usifanye hivyo tafadhali, nakuomba sana, twende, watakuhisi vibaya. Mm, yaani wewe, ah. Mbona napenda kusikiliza maneno ya watu namna hiyo? Sasa sikia, mimi nipo tayari, lakini ukitaka niende, nina sharti moja, ukilitekeleza na kuahidi, naenda mm. Wewe Agnes, umeanza hivyo ndiyo? Hivyo nimeshasema, kama upo tayari kulitekeleza, mimi nitaenda mm. aya Embwe, niambie hilo sharti lenyewe basi ili nijue ni sharti gani hilo. Na kusikiliza, Agnesi akamwambia Amani, fumba macho. Amani alishtuka kidogo, e, Agnesi kwa nini, una lengo gani? Jamani, nimesema fumba macho, fumba macho yako. Muda huo Amani akiwa amevaa boksa tu, suruali yake ikiwa ameishika mkononi Akiwa anataka kuivaa, basi amani akaitupa kwenye kiti ile suruali yake, na kisha akafumba macho yake ili amsikilize Agnes alikuwa anataka kusema nini ama kufanya nini. Basi baada ya Amani kufumba macho yake, Agnes alikuwa na upilu sana, yani ilikuwa ni balaa, ndipo lilionekana zaidi shairi gogo la amani lilimkuna kisawa sawa. Basi Agnes alipiga magoti kama anaomba sara ya toba, Amani akiwa anasikiliza ni nini kinachotaka kutokea. Ndipo Amani akaanza kutetemeka tena, kutetemeka mno, tena kwa mshtuko mkali, baada ya kuhisi msisimko usio wa kawaida kwenye ikulu yake. Kumbe Agnes alikuwa ameshauzamisha ile mashine ya Amani kwenye mdomo wake na lile joto la mdomo wake, aisee, safari ikawa imeshaanza upya, yani upya. Maana Amani ajikuta akisahau kabisa kama alikuwa na safari ya kuelekea hospitali kwa mgonjwa ili kupeleka vile vitu alivyokuwa akivihitaji, hususa ili kwa nguo. Basi walianza kuchezeana kwa kushikana shikana mpaka pale Agnesi aliposimama kidogo. Baada ya kusimama na kubinuka kidogo kwa kumsusia Amani mwili wake, huku akimwambia vyote chukua baba, chochote fanya kwa ajili yako, nitakupa utakacho. Amani alionekana kufurahi tena, akiwa amekenua meno yaliyochongoka kama panyabuku. Ndipo akaanza mechi kwa raundi nyingine, hii ya safari hii Agnes alikoma, kwani alipelekewa moto yani barabara moto juu ya moto, tena moto mkali mno, mpaka akafikia hatua Agnes amemsukuma Amani na kuanza kumwambia baba, wewe utaniua, mbona una hatari namna hii? Yani nasikia utamu mpaka uchachi mdomoni mwangu. Amani alicheka sana, kwani aliona kama anataniwa wewe embo, acha kunichekesha bwana, acha masiala yako bwana, njoo basi eh, njoo mpenzi, njoo tafadhali. Amani alionekana akimbembeleza Agnesi ili aendelee na mechi yake kwani bado alikuwa na hamu na utamu aliokuwa na upata uliendelea kumburudisha ndani ya nafsi yake. Basi Agnesi alionekana kukataa. Hapana, naomba nipumzike tafadhali. Nimechoka, naomba nikae kwanza. Yaani wewe, hapana ah, nimechoka. Agnesi alitanua miguu yake pale kitandani kisha akachukua kipepeo na kuanza kujipepea kwenye epo lake. Ndipo Amani akaona wacha amsaidie kwa kumpuliza taratibu. Kwani alionekana akilalamika mno mm, yani akilalamika kana kwamba alikuwa amepigwa pigwa. Basi ilionekana dhahiri shahiri kuwa alikuwa amepata maumivu makali kwenye po lake. Wakiwa wamejisahau kabisa, hawana hili wala lile tena, wakiwa uchi wa mnyama, ghafla alisikika sauti ya hodi iliyowafanya wote kwa pamoja kushtuka na kushindwa kuelewa atakuwa nani. Amani alijiuliza huku akikosa jibu la kujipa, alizidi kuvurugwa mno. Alijaribu kukimbia na mwisho akaingia chini ya uvungu wa kitanda ili apate kujificha, akiwa aelewi ni nini kitakachotokea. Ndani ya uvungu ule wa kitanda, jasho lilimvuja, alikuwa amepagawa, presha ilipanda. Ndipo Agnesi Alitoka akiwa amevaa kanga moja, na alipofika mlangoni, alifungua mlango, lakini ghafla alipoona, alishtuka na kupandwa na presha kali, tena presha kubwa mno, ambayo ilifanya mapigo ya moyo wake yaweze kwenda mbio huku jasho likimtililika. Ni mwisho wa sehemu hii ya tano ya simulizi ya Penzi Kitovu cha Uzembe. Langu jina ni Mr. A Romantiki, kutoka hapa hapa simulizi hizi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu, ili uweze kuwa wa kwanza kupata vipindi na simulizi zetu mbalimbali. Asante na kwaheri. Usisahau kusubscribe. Usikose muda na wakati mwingine katika sehemu ya sita.